Baba wa mbinguni, naja mbele zako kwa moyo mnyenyekevu na wa shukrani. Nakushukuru kwa wokovu uliotolewa kupitia mwanao mpendwa Yesu Kristo na kwa neema yako inayojaza maisha yangu. Neno lako linaahidi kwamba unawapa Roho Mtakatifu wale wanaokuomba. Kwa hiyo leo nasimama mbele zako kama mtoto mwenye kiu ya uwepo wako, nikiomba unijaze kwa nguvu zako na Roho wako Mtakatifu. Bwana Yesu Kristo, wewe ndiye Mwokozi na mkombozi wangu. Safisha moyo wangu, vunja minyororo ya dhambi, na nifanye kuwa chombo safi tayari kupokea upako wako. Sitaki kuishi kwa nguvu zangu binafsi, bali kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Weka moto wa Roho wako ndani yangu, badilisha maisha yangu na nisaidie kuwa na ujasiri wa kutimiza huduma ulionikabidhi. Roho Mtakatifu wa Mungu, shuka juu yangu na uchukue nafasi ya kwanza katika maisha yangu. Nijaze kwa upendo wako, amani yako na nguvu zako. Fungua midomo yangu ili nitangaze ukuu wa Mungu, nipatie ujasiri wa kuwa shahidi mwaminifu wa Yesu Kristo, na unifundishe kusikia sauti yako. Wacha mito ya maji yaliyo hai itiririke kutoka ndani yangu, ili maisha yangu yawe baraka kwa wale walio karibu nami. Mungu Mwenyezi, nakukabidhi yaliyopita, yaliyopo na yajayo ya maisha yangu. Elekeza kila hatua ninayopiga na yunitumie kujenga Ufalme wako na kutangaza upendo wako kwa ulimwengu wote. Kwa imani napokea sasa ubatizo wa Roho Mtakatifu ambao umeuahidi kwa watoto wako. Wewe pekee unastahili utukufu wote, heshima na sifa, kwa jina kuu la Yesu Kristo. Amina.